Habari, jambo, mambo, kulingana na umri wa wewe unayenisikiliza hapa. Kutoka Innerwellness Tanzania, kwa video hii, mimi na kameramani wangu MD Touch tumeona tuje kusema asante leo. Mara nyingi ni video tunaongelea mambo fulani fulani, lakini kwa leo ni kusema asante kwa wote ambao mnafuatilia kurasa zetu za Instagram uh, TikTok, uh, YouTube channel ambao wote mmesubscribe, tunawashukuruni sana platform yetu hii. Ni kwa sababu tunatamani, na matamanio yetu makubwa ni tuendelee kuboresha ustawi wa afya zetu za ndani, na ndio maana inaitwa Inner Wellness. Eh, Tanzania Inner Wellness TZ hilo ni jina tu lakini ni kwa ajili ya kuboresha ustawi wa afya zetu za ndani. Kwa hiyo nimekuja hapa kusema asanteni sana. Tunaomba mirejesho yenu kwa maana ya feedback, maoni ya namna tunaweza kuboresha lakini kuweza kuwafikia walio wengi zaidi na iweze kuwa na manufaa zaidi. Asanteni.